Haya, karibuni ndugu zangu waandishi wa habari, makao makuu ya klabu hapa. Tuwe radhi kidogo, tumechelewa kuanza mkutano wetu kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, na nyie mmejionea hapa. Lakini jambo la msingi ni kwamba tumeanza mkutano wenyewe na tumewaita hapa. Kimsingi nina mambo manne ya kueleza na mambo manne ya kueleza. Jambo la kwanza ni kuhusu maandalizi ya timu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumamosi dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Timu yetu imewasili jana Dar es Salaam hapa majira ya saa mbili kamili usiku na wachezaji wakaruhusiwa waende majumbani kwao lakini leo saa sita kamili mchana timu imeingia kambini Avic Town, sio imekwenda kufanya mazoezi, timu imeshaingia kambini. Maana yake leo mpaka siku ya mechi kwa maana ya Jumamosi, wachezaji wetu wote watakuwa wako pale Avic Town wakijiandaa na mchezo huu. Habari ya Clement Mzize tumeshaitoa hii kupitia application yetu Africa. Clement Mzize tayari ameimarika 100% na sasa itabakia kazi kwa mwalimu wetu Patrick Mabedi kujua kama anamtumia au hamtumii. Hayo ni mipango ya kiufundi sasa, lakini kwa maana ya utimamu wake wa kimwili Clement Francis Mzize ameimarika kwa asilimia mia moja. Jambo la tatu ambalo nimekuwa nikipokea meseji nyingi na simu nyingi kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu ni kuhusu taarifa ya kocha mpya. Wakati tunatoa taarifa ya kuvunja mkataba na kocha Roman Flores tuliongeza vitu viwili kwenye taarifa. Taarifa ya kwanza tulisema timu katika kipindi hiki itakuwa chini ya assistant wetu Patrick Mabedi, na taarifa ya pili tukaainisha kwamba mchakato wa kumtafuta kocha mkuu unaendelea. Maswali yamekuja: mchakato umefikia wapi, na kama kocha mpya akija huyo mkuu atakuwepo kwenye benchi, kwa maana ya Jumamosi pale Benjamin Mkapa? Haya ni maswali ambayo wamekuwa wakiniuliza wanachama na mashabiki wa Young Africans Sports Club. Jibu lake, mchakato bado unaendelea wa kutafuta head coach wa klabu yetu ya Young Africans. Na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato ndani ya siku tatu zijazo, ndani ya siku tatu zijazo, pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africans. Kwa maana hiyo, mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi. Nafikiri nimeiweka vizuri e, mchakato huu unaendelea na ndani ya siku tatu zijazo, baada ya majira ya Mwenyezi Mungu, mchakato unaweza kukamilika tukawa tumeshampata kocha wetu. CV zimetumwa nyingi sana, kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilicho bora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa lakini mchezo wa Jumamosi kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye caretaker hapa kwa wiki hii, mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi kwa sababu anao uzoefu wa kutosha, mwalimu ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika presha hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha, tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi, na Yanga Africans ikakwalify kwenda hatua ya makundi inshallah. Jambo la tatu katika yale manne, la tatu, lapili, lapili wewe. Eh? nne bado hawa wageni Silver Strikers, kinauchizi nao inaitwa hao e, kinauchizi hao hawa bwana wanatarajia kuwasili nchini siku ya Alhamis, na wataingia Tanzania kwa maana ya uwanja wa kimataifa pale Julius Kambarage, majira ya saa saa mbili na nusu usiku, saa mbili na nusu usiku siku ya Alhamis, ndio siku ambayo Silver Strikers wataingia Dar es Salaam Tanzania. Wakishaingia watakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi ambayo itakuwa Ijumaa. Tutakuja kuwatangazia muda kwa sababu ni official training, na waandishi mtaruhusiwa pia kwenda kuangalia mazoezi yao, kao nikasema ni wapi, pia na taarifa ya hawa bwana kuja, pengine mkahitaji kwenda kufanya coverage siku hiyo wanakuja, basi muda wanaokuja ni saa mbili na nusu usiku na watafanya mazoezi siku ya, ya, ya, ya, ya, ya Ijumaa. Jambo la tatu linahusu uh, niseme ni meseji mbali mbalimbali, jumbe ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi mbalimbali wa matawi wa klabu yetu Young Africans. Tumepokea meseji nyingi kutoka kwa wanachama pia wa klabu yetu Young Africans na kwa nukta hii niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu, ambao walisafiri kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kuelekewa Malawi, tena Lilongwe, kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Niwapongeze sana, na limekuwa jambo zuri pale Lilongwe. Bahati mbaya tu, bahati mbaya, hatujapata matokeo mazuri. Ndio, bahati mbaya, lakini mashabiki wa Young Africans waliplay part yao 100%. Wale wa Malawi walisema ndio kwa mara ya kwanza wameshuhudia timu ngeni ikiwa na idadi kubwa ya mashabiki katika levu ya vilabu. Katika levu ya timu ya taifa hawajawahi kushuhudia wingi ule uwanjani. Kwa maana yake mashabiki na wanachama wa klabu yetu Yanga Africans walifanya jukumu lao kwa asilimia mia moja. Bahati mbaya tu, rehema, siku ile ya ushindi haikuwa upande wetu, na ndio maana hakuna hata mmoja katika nyinyi waandishi mliokuja hapa ambaye hata amegusia hilo jambo na kuwapongeza mashabiki wa Yanga kwa kujitoa tena kusafiri kuelekea Malawi kuisupport timu yao. Bahati mbaya tu, uzuri wa lile tukio umefichwa na matokeo. Tumekosa matokeo na kila mmoja akaanza kujadili kuhusu mchezo, tukasahau kutoa credit kwa hawa watu ambao wamesafiri. Lakini pia kuna waandishi wa habari ambao tulisafiri kwenda Malawi, niwapongeze sana. Mmepitia changamoto nyingi njiani, taarifa nilikuwa nazipata niwape pole lakini ndio kazi hiyo eh? Ndio? Ndio kazi yenyewe hiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, wote mmerudi salama na majukumu mengine yanaendelea hapo. Sasa kwa wanachama, nilikuwa nawaambia tumepokea message nyingi sana, pokea message nyingi sana, jumbe mbalimbali, na zote zilikuwa zinaelekeza ombi maalum la wanachama na mashabiki wa klabu yetu kwenda kwa kamati tendaji Young Africans Sports Club. Tumeona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam mzee wetu Shabani. Tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali mbali, ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio. Hiyo mechi tuwakabidhi wao. Hiyo mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young Africans Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi sasa. Asubuhi leo viongozi wamekutana, asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata hili jambo kwa picha kubwa, of course, kama mnakumbuka uh, tulishatangaza viingilio tukasema mzunguko utakuwa elfu tano VIP C takuwa itakuwa elfu kumi B 20 na A ikawa 30, na alhamdulillahi mwamko ukaanza kuonekana kwamba watu wanaitaka mechi ya, ya, ya, ya marudiano hapa Dar es Salaam. Lakini viongozi wamekutana asubuhi leo, wamejadili maombi hayo, wamepitia hoja ambazo wanachama wame, wame, wameziainisha na kimsingi wamekubaliana kulipokea na kulipitisha ombi la viongozi wa matawi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africans. Wa, wamelipokea na wamelipitisha. Limepita kwa staili gani? Kwanza alikuwa anakuja pale kama sasa tufanyeni, uh, tutoe viingilio eneo la mzunguko tu alafu huku VIP huku watu wanunue tiketi kama kawaida. Lakini baada ya mchakato ule na tathmini iliyofanyika ikagundulika, watu hawa ambao wanunuaga viingilio kwa maana VIP wanakuaga wahanga wakubwa, kwa sababu ushatoa hela yako, unafika pale unashindwa kwenda kwenye nafasi yako uh, vizuri na taratibu za kuingia pia zinakuwa changamoto wakati mwingine. Kwa hiyo ambacho uongozi wa klabu ya Young Africans umekubaliana, mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Strikers, mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio, majukwaa yote isipokuwa isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa. Kwa mfano tunao wanachama wetu ambao wao wanalipa ile huduma ya black card shilingi milioni moja, hawa wamepua kipaumbele, wataketi jukwaa la VIP A lakini pia kuna wageni waalikwa mbalimbali ambao majukwaa hayo yamekuwa reserved.